Mwanae kwao, kuna vitu vingine wanatakiwa tu mumuache, ni mtoto wakati wake huu, kwa sababu kila anachokifanya Zuchu sasa hivi anakiona ni kizuri. Dunia ipo katika wakati wake, ndio kiumri mkubwa na miaka 30 sio 30 ngapi, kinamba mkubwa lakini ki, ki, ki, ki akili bado ni mtoto. Mwanamke anaanza kupevuka kukua baada ya miaka 35 kwa hiyo umri, kwa sababu hajapata exposure hiyo. Sasa hivi ndio anaanza kupata exposure, anaona raha. Lakini mimi nimwambie Zuchu, jifunze kutokana na makosa. Kulikuwa na wanawake warembo kuzidi yeye kulikuwa na wanawake wana pesa kuzidi wewe, lakini leo wako wapi? Wanalia na mito. Unapopata nafasi itumie kwa wakili akili mlazimisha huyo mtu akuoe kuliko kuchezeana hata kubusu hata kutekenya na kuchezea hapa na kuchezea hapa na kutekenya. Wenzi wali walizaa na waliachika, we yuko wapi? Zari analea watoto ana kasoro. Zari yuko wapi? Tanasha Dona yuko wapi? Hamisa Mobeto, kuna mwanamke mzuri hapa kama Hamisa Mobeto? Wewe Hamisa ukimchukua Zuchu anaingia mara ngapi kwa Hamisa? Ndio nakuuliza, Zuchu anaingia mara ngapi kwa mtu kama Hamisa Mobeto? Anaingia zaidi ya mara elfu kumi mia tano ishirini na tano na kaachika sasa yeye. Yeah, angalia, hata anaweza kukaa pale, kwa sababu kama Hamisa hana kasoro yoyote kwenye mwili wake. Hana kasoro, Hamisa mzuhi.